Kungeneko wa Kenya milioni mbili nukta mbili wanapokumbwa na baa la njaa, wanakumbwa na hali ya njaa kufuatia hali ya ukame, uhaba wa maji uh, ambao umezidi kuwatatiza wafugaji wa kaskazini mwa nchi, wafugaji wakilazimika kusafiri mwendo mrefu kusaka bidhaa hiyo adimu na kuchimba visima vidogo kando ya kingo za mito iliyokauka ili kukata kiu ya maji. Mwanahabari wetu Bonface Barasa anatuchorea taswira kamili ya ukame katika maeneo ya kaskazini mwa taifa la Kenya katika kijiji cha Elbeso na Elsa Komala. Mapema asubuhi, jua linapochomoza miale yake, wakazi wa Elbeso huko North Horr, county ya Marsabit, wanafunga safari zaidi ya kilomita kumi na mifugo kwenda kusaka maji, hii ikichora taswira ya kufikwa na ukame. Mito aliyotegemea imekauka, wakilazimika kuchimba visima vidogo kando na mito iliyokauka, na hilo linatekelezwa na kina mama na wana wao a jirami ndik agadana a minito keel sag vala tuna shida maji, tunatak saidi, tunakuja 10 kilomita usiku usiku, mchana si tunakunya, usiku wanyama ndio wanakunya Wakazi hao wanapostahimili jua kali mchana kutwa, baada ya kuteka maji. Mnyama punda hapa ni umuhimu sana, akitozwa kijasho chembamba cha kusafirisha maji. iko shida maji, iko shida maji, hakuna maji. hiyo maji inakunywa fisi, kunywa hiyo kitu adje. iko shida maji kwa sababu mama kidogo Yes, yenye mnaona community hapa wako na shida ya maji. Hii maji <laughs> ni chafu e, na tena wanatoka almost around 10 km kutafuta hii maji. Wamama wanaacha watoto nyumbani na wanashinda hapa almost the whole day. Wakazi hao sasa wametoa wito kwa serikali kuingilia kati. Awa wanaomba serikali kama wanaweza wawashimbia kitu kama ball, ndo at least wapate maji kwa kila nyumba, waache kutembea distance kubwa kama hii. Na venye mnajua sahii kuna ukame e, pia kuna shida ya chakula. Sasa kuenda kutafuta maji hii distance yote, it's not good. Haya ya kijiri shilingi milioni 67.5 zinahitajika kushughulikia uhaba wa maji katika kaunti 23, zilizoathirika na ukame. Ndio uhalisia mchungu unaofika wakazi wa Elsakomala, uhalisia wa kufikwa na kiu kinachokata maini, sawa na masaibu tele yanayotokana na ukame unaozidi kubisha na kutikisa eneo hili. Bonfas Barasa, runinga ya Citizen, kijiji cha Elsakomala, eneo bunge la North Horr, gatuzi la Marsabit. Wakazi wa eneo la